Wilaya ya Karagwe ni miongoni mwa wilaya zilizopo mpakani mwa Tanzania na Rwanda, ambayo ina maziwa yamepakana na Rwanda hivyo kusababisha kuwa ni sehemu ya baadhi ya watu kutumia kama fursa ya kufanya biashara za magendo kupitia majini hasa katika ziwa Lwakajunju kwenda nchini Rwanda. Hali hiyo imebainishwa na Mkuu wa Wilaya ya Karagwe Julius Laizar wakati wa ziara ya bodi ya wa wakurugenzi wa shirika la uwakala wa meli Tanzania TASA na kwamba kuna baadhi ya viongozi wanatumia mgongo wa Chama Cha Mapinduzi CCM kukwepa kodi, jambo ambalo mkuu huyo wa wilaya ameapa kula nao sahani moja. Majayandi walioko huku wengi wanategemea sana magendo, na biashara hauwezi kukua tu free. Ndani ya miaka miwili wewe ni tajiri no, ila wanaokwepa kodi ndio maana wanafanikiwa wengi sana, na huku wako wamejaa na bahati mbaya wale mara nyingi wanaokwepa kodi wanajiatachi sana na viongozi wa wakati mwingine mm, kutengeneza urafiki wa kinafiki wa uongo uongo, ili kujilinda yeye, ili aendelee kufanya mambo yake. Kama mtu ni kada wa kwetu, awe ni mzalendo wa kwanza kulinda brandi na heshima ya serikali yake mm. Hauwezi kuwa wewe unasema ni mwanachama alafu wewe unashiriki mbinu za kuchafua nini serikali. Sisi wote tunapaswa kuwa wasafi, ili kulinda heshima ya chama chenyewe. Kwa hiyo tusiwaruhusu tu, tu, tu, watu wanaojificha kwenye ng, eh, mavazi ya chama wa, wa, wa, wa taifa letu. Licha ya kuwasisitiza wananchi wa Karagwe kuacha tabia ya kukwepa kodi, mwenyekiti wa kijiji cha Kafujo katika mwalo wa Kafujo Ziwa Lwakajunju Deus Kaijage, amesema eneo hilo linatumika kupitisha wahamiaji haramu kutoka nchi ya Rwanda kutokana na kukosa ulinzi, huku akiomba wajengewe sehemu ya kuegeshea vyombo vyao vya usafiri pamoja na jengo la abiria. Hapa ni mpakani tusiangalie tu tusidiri na kodi bila kuangalia usalama wa wananchi wetu. Ndiyo, na mali zao, na mali zao mm -hmm. Sasa hapa hatuna hatuna hatuna usalama kwa sababu hakuna ulinzi wowote ambao unakuwepo, ama watu wanaondoka ama wanakuja, mm -hmm. madhara yake wanaweza wakaingiza watu. Hii mitumbi imeshahusika mara kadhaa, mm -hmm. kuwa inaleta watu wa miaji haramu kupitia njia hii bila kupitia kwenye kwenye kwenye kwenye sehemu Kwenye, boda, kwenye, husika, mm. Kwenye kwenye sehemu husika idara za usalama mm. Focus Runda ni mwenyekiti wa wasafirishaji kutoka Karagwe kwenda Rwanda, anakili kuwa swala la magendo lilikuwepo, lakini kwa sasa wameamua kuacha kabisa tabia hiyo, huku mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya shirika la uwakala wa meli Tanzania TASAC nahodha Musa Mandia akikiri kuwepo kwa changamoto hizo Chit Tumeshanyosha mikono tukasema kufanya magendo sasa basi, tunaamua tufanye kazi na serikali yetu, tukilipa kodi ndio kupata kwetu maendeleo. Miundo mbinu itatengenezwa, hospitali zitajengwa, barabara zitatengenezwa. Tumeshagundua hilo kwa sasa, kila mtu ni balozi wa mwenzake, hakuna anaweza kupindisha mzigo. Tunahakikisha mzigo wote unapakiwa hapa na maafisa wakiwa hapa wanatukagua, kisha tukagua tunapeleka mzigo sokoni kuna biashara nzuri tu ambayo inafanyika baina ya nchi yetu na majirani zetu, upande wa pili, lakini upande huu wa kwetu tunaonekana kana kwamba hatujajipanga vizuri. Sisi kama mamlaka ya udhibiti wa usafiri kwenye maji tumechukua changamoto zao, na kwa sababu ya mgawanyiko wa majukumu tutafikisha taarifa kwa wenzetu ambao wanahusika ili tuhakikishe kwamba vituo vyote au mialo vyote ambayo imerasimishwa ina huduma zote muhimu ambazo zinahitajika.